Jumla ya vijana 490 kutoka maeneo bunge ya Webuye magharibi na ile ya mashariki, kaunti ya Bungoma wamekamilisha warsha ya siku nne ya mafunzo ya kibiashara yaliyofadhiliwa na serikali ya kitaifa kabla ya kupokea fedha za kufadhili biashara kutoka kwa serikali kuu pamoja na benki kuu ya dunia katika mpango wa Nyota. Baadhi ya vijana hao wakiongozwa na Chris Simiyu wakizungumza katika chuo kikuu cha Masinde Muliro bewa la Webuye wamesema kuwa mafunzo hayo yamekuwa ya umuhimu ya mkubwa na kuwa wamejifunza mengi kuhusiana na biashara, sasa wakiwa na uwezo wa kutumia fedha watakazopewa vyema, ambapo kila kijana anatarajiwa kupata takriban shilingi elfu hamsini baada ya kukamilika kwa mafunzo hayo. Mafunzo haya yametusaidia kama vijana ambao tulichukuliwa, yatatusaidia kujikimu. Pesa ambazo tutapewa, tutazitumia kwa njia iliyo njema. Ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchukua jukumu la kuona kwamba vijana ambao hawajaajiriwa wapewe nafasi ya kupewa angaa pesa zipate kwa kimu. Tumejifundisha mambo mengi kwa mfano, jinsi ya kuja na biashara, aina ya biashara ya kufanya na pia jinsi ya, uh, jinsi ya kuendelesha biashara na kupata faida katika biashara, ya kuwa tusifanye biashara ambavyo vinatupa hasara. Tumepata trainers wenye tunasema wanajua kazi yao, wametufunza vizuri, na wengi wetu we are ready to learn na we are ready to implement what they have taught us. Hii nimejifunza ku manage pesa, nimejua tofauti ya business money na personal money, nimejua kufanya market Vijana hao hata hivyo, wametoa wito kwa serikali hasa za kaunti kutowatoza ushuru wakati wanapoanza biashara zao, kwani wengi wao hawana ukomavu wa kibiashara na kwamba huenda wakaathirika zaidi iwapo wataanza kutatizika na serikali za kaunti kushinikizwa kulipa ushuru wakati wa awamu ya kwanza ya biashara yao. Hata hivyo, wameipongeza serikali ya kitaifa kwa kuwainua vijana wakiahidi kutumia fedha hizo vyema na hata kutoa ajira kwa wengine, iwapo wataungwa mkono, huku wakiwashauri wale ambao hawakufaulu kuteuliwa kwa awamu hii ya kwanza kuwa na subira kusubiri awamu ya pili. The umeeka pesa yako hata mwezi haijaisha, you know, inafika sometimes hapa wametuambia it's 30 days, uangalie kama biashara itafanya ama itafanya. Kijana asikuja anaanza kuuza samosa ama mayai, umanza kumsimamia ati alipe ushuru sijui shilingi ngapi, langu kuu kwa serikali, sababu hawa vijana ambao wamechaguliwa ndio pesa zao za kwanza, wakianza biashara zao, ningeomba sana wasikatwe ushuru hadi wakati ambao biashara zao zitaanza kunawiri, na yatakuwa manufaa kwetu, manufaa kwa jamii, na manufaa kwa Kenya nzima. Mi nataka kumshukuru rais wetu kwa kutuletea Nyota Fund, imetusaidia sana sisi vijana. Kwa mfano mimi sikuwa natarajia pesa kama hiyo, lakini akinipea hizo 50 zitanisaidia, ntakuwa na biashara yangu ya kujumuika na sisi hapa kwa wale wenye tulikuwa selected, ningependa kuambia that uh, kuna ile phase yenye inakuja na itawasaidia sana president amesema it is not uh, this, uh, this is not the last phase. Ile phase yenye inakuja very soon, wakuwa ready ku apply na i think watakuwa selected. Wili Khaemba, Kurunzi, kutoka Webuye, county ya Bungoma.